Hivi karibuni mnamo tarehe kumi, Mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya afya alitambulisha nchi yetu kwamba tuna a, watu kadhaa wasiozidi wawili walitambulika, waligundulika kuwa na ugonjwa wa mpox sasa kwa kwa hili sisi kama waratibu wa elimu ya afya kwa umma tunayo ra, na hususan wanamkoa wa, wa Dodoma tunayo uh, uh, wajibu wa kuhakikisha kwamba elimu inawafikia watu wetu kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Ni wazi kwamba mpox kwanza, kwa ni vyema tukaufahamu kuwa ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na kirusi kinachojulikana kama monkey pox monkey pox. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa yanayoweza kuwapata wanyama, lakini pia unawapata binadamu. Ugonjwa huu una dalili zifuatazo: kwanza, muhisiwa anakuwa na vipele au malengelenge au vidonda kwenye mwili hasa mikononi na miguuni, kifuani, usoni na wakati mwingine hata sehemu za siri. Pamoja na dalili hizo za vipele katika maeneo mbalimbali mbali ya mwili niliyoyataja, lakini mtu huyu pia anakuwa ana homa kwa maana ya kupanda joto la mwili anakuwa ana, ana, ana, anaweza kuwa na vidonda vya koo, anakuwa na maumivu makali ya kichwa, anaweza akawa na maumivu makali ya mgongo, anaweza akawa na maumivu ya misuli, mwili kuchoka kwa maana ya uchovu wa mwili, lakini kuvimba kwa mitoki katika sehemu mbalimbali mbali za mwili kama makwapa, shingoni lakini pia hata katika pacha za mapaja. Uh, dalili hizi uh, zinaambatana zinatokana na ugonjwa namna ambavyo au namna ambavyo mgonjwa wetu anakuwa amepata maambukizi uh, na maambukizi huwa yanatokana yanakuwa ena, yanatoka kwa wanyama pori kwenda kwa wanyama wa nyumbani na hata uh, na, na wanyama wa nyumbani kwenda kwa binadamu na kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa binadamu mwingine. Wakati mwingine kutoka kwenye vitu au maeneo yasiyoshikwa na mtu mwenye maambukizi yaliyoshikwa uh, yaliyoshikwa na mtu mwenye maambukizi ya mpox. Njia za maambukizi ni pamoja na kula au kugusa mizoga au wanyama pori wenye maambukizi ya ugonjwa wa, wa, wa mpox, mfano nyani, tumbili na swala wa msituni. Tunaposema maambukizi ya ugonjwa wa mpox kama nilivyosema hapo awali, yanaanzia kwa wanyama wa porini kwenda kwa wanyama wa nyumbani, au yanaweza katoka kwa mnyama wa porini kwenda moja kwa moja wa binadamu na hivyo kusababisha maambukizi kupitia kugusana. Kwa hiyo tuchukue tahadhari pia katika kuhakikisha kwamba tunapokuwa tunatumia uh, wanyama zinazotoka au kukaribiana, kukaribia na wanyama wa porini, lakini pia na kugusana na mizoga ambayo imetokana na nyama za porini. Njia nyingine ya maambukizi ni kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa mpox, kwa mfano kusalimiana kwa kukumbatiana, kupigana mabusu au kushikana mikono na mtu mwenye maambukizi ya mpox, kwa utamaduni wetu tuliozoea wa kusalimiana kwa kugusana. Lakini njia nyingine ni kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo kama vile mate, jasho, mkojo, kinyesi, matapishi, kamasi na matone ya mfumo wa njia ya hewa. Kwa hiyo, mtu anaweza akapiga chafya, mtu anaweza akakohoa, mtu anaweza akatema mate, na hayo vimiminika hivyo vinavyotoka katika mtu ambaye anahisiwa au ana dalili au anaumwa magonjwa, uh, ugonjwa huo mpox, anaweza akakusababishia maambukizi. Lakini pamoja na mambo hayo, lakini pia kugusa vyombo, matandiko, nguo, watu uh, wengine tunavalia na nguo, lakini pia au godoro, kwa maana ya kwamba mtu godoro lililolaliwa na mtu ambaye ana maambukizi uh, inaweza ikakusababishia wewe mtu mwingine usiokuwa na maambukizi kupata maambukizi. Lakini pia kuchangia vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Pamoja na mambo mengine, kuna kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo. Na matibabu yake kimsingi, uh, ugonjwa wa mpox hauna tiba maalum, na hivyo tunashauri unapoona dalili zozote au unapohisi kuwa na dalili yoyote, basi waye kituo cha kutolea huduma za tiba ili au huduma uh, za afya ili uweze kupata uh, ushauri badala ya kujitia hofu, lakini pia inawezekana pia ugonjwa ukadhani kwamba una mpox, lakini ikawa sio mpox na lakini pia na kupata matibabu kulingana na dalili ulizonazo. Makundi yapi yapo kwenye hatari zaidi ya kupata mpox? Makundi yaliyo yaliyo hatarini, tuseme ni yeyote anayekuwa karibu na mzoga au mtu ambaye ana, ana maambukizi ya mpox hatuwezi kucha, hatuchagui. Ugonjwa huu haujasema kwamba unachagua rika fulani zaidi kuliko ni rika jingine. Lakini hata hivyo sayansi inasema watu wenye kinga zilizo chini ni rahisi zaidi kupata maambukizi. Hapo unawakuta watu wenye magonjwa sugu, watu walio wanaoumwa kwa wakati ule, hata kama sio ugonjwa sugu lakini watoto wadogo, watu wazima wenye umri mkubwa aa, na, na, na hata mgo, na, na hata yule ambaye tunasema yupo karibu na mgonjwa, na yeye yupo katika rika au yupo katika uh, aina ya watu ambao ni, ni, ni, ni wanaweza wakapata maambukizi kirahisi. Sawa, tuendelee basi kwenye... na mara nyingi tunasema kwamba ugonjwa huu ni hatari na unachukua uh, siku moja mpaka siku ishirini na moja kuanza kuonyesha dalili, na hapa ndipo ambapo sehemu ya hatari zaidi, na tungependa sana tuwaase wananchi wote na Watanzania wote kwa ujumla kwamba uh, pindi unapoona una au kuhisi dalili kama hizi au kuwa ulikuwa karibu na mtu mwenye uh, ambaye amesadikiwa au amethibitika kuwa ana ugonjwa kama huu kupitia mamlaka husika, basi ni vema ukaanza kuchukua tahadhari. Na tahadhari tumesema ni kuwahi katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, ili uweze kupata ushauri na ikiwezekana kupata tiba kulingana na dalili ambazo unaziona. Una namna kujikinga, ni kuepuka kugusana au kugusa maji e, e, yanayotokana na mtu mwenye maambukizi ya maji maji, yanayotokana na, na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Mpox. Aa, kuepuka kusalimiana aa, kwa mikono aa, au kwa kushikana mikono au kugusiana au kukumbatiana na mtu mwenye anayehisiwa kuwa na ugonjwa wa Mpox, lakini kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox lakini pia tunashauriwa kunawa mikono kila baada ya wakati fulani, na ikiwezekana, hata kama ni nusu saa unaweza basi, inakuwa ni nzuri zaidi. Na ni lazima utumie maji tiririka na sabuni, au tumia vitakasa mikono, vinaitwa vipukuswa au sanitizer kwa jina ambayo tumevizoea. Lakini epuka kula na kugusa mizoga au nyama pori wenye maambukizi ya ugonjwa wa mpox. Mfano nyani, tumbili, swala na uh, swala wa msituni na kadhalika. Epuka kusogeliana karibu na mtu mwenye dalili za mpox wakati anapokuwa anauma, anaumwa. Vaa barakoa ikiwa unaongea kwa karibu na mtu aliye na dalili za ugonjwa huo. Unapokohoa au kupiga chafya, ziba mkono kwa kiwiko kwa mbele, yani, kwa maana ya kuweka kiwiko namna hii lakini kuzuia majimaji na makamasi yasisambae. Kwa kwahiyo, unapopiga chaky au kupiga miayo au kukohoa ni vema kuweka mkono aa, kwa, kwa kiwiko. Epuka kugusa vyombo, matandiko, nguo au godoro la mtu mwenye ugonjwa wa mpox. Safisha na takasa sehemu zote na vitu ambavyo vinaguswa mara kwa mara. Epuka kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo kwa sababu jambo hilo pia linatumia nguvu, jambo hilo pia lina pamoja uh, na kutumia nguvu, lakini linakufanya wewe ugusane na yule mtu ambaye anaweza akawa anatoka vimiminika mbalimbali vya ugonjwa huo. Lakini kubwa zaidi, unapoona dalili za mpox, nenda kituo cha kutolea huduma za afya au piga simu namba moja tisa tisa, namba ambayo ni bure kabisa hai tahadhari tunayoitoa, jikinge ili kuiweka Tanzania salama dhidi ya ugonjwa wa mpox.